Iran imetangaza kutokubali kusimamisha kwa muda mpango wake wa utajishaji wa uranium kama sehemu ya kufanikisha makubaliano ya nyuklia na Marekani, huku ikikanusha uwepo wa mpango wowote wa mkataba wa muda interim deal. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Iran Esmail Baghaei alieleza hayo mbele ya waandishi wa habari siku ya Jumatatu. Kwa mujibu wa shirika la habari Reuters, mazungumzo hayo ambayo yamelenga kutatua mzozo wa muda mrefu kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran yamekuwa yakifanyika katika mazingira ya misimamo mikali kutoka pande zote, hasa kuhusu suala nyeti la utajishaji wa uranium. Baghaei alipoulizwa kuhusu ripoti kwamba Iran inaweza kusimamisha utajishaji wa uranium kwa miaka mitatu ili kufikisha makubaliano na Marekani, alisema kuwa wazi, Iran haitakubali hilo kamwe. Ameongeza kuwa taarifa zinazodai kuwepo kwa mkataba wa mpito kati ya Irani na Marekani ni za upotoshaji na kwamba hakuna makubaliano ya muda yaliyoandaliwa kwa sasa kama sehemu ya kufikia mkataba wa mwisho. Hata hivyo, Rais wa Marekani, Donald Trump, amesema Jumapili kuhusu mazungumzo kati ya ujumbe wa Marekani na Iran mwishoni mwa wiki hii yalikuwa mazuri sana. Irani bado inasubiri taarifa zaidi kutoka kwa mpatanishi Oman kuhusu tarehe ya duru sita za mazungumzo hayo, Baghaei aliongeza. Nukuu, ikiwa kuna nia njema kutoka kwa upande wa Marekani, nasi pia tuna matumaini, lakini mazungumzo hayo yatakuwa na mlengo wa kudidimiza haki za Iran, basi hayatakuwa na mafanikio yoyote, alisema Baghaei. Marekani inataka kupunguza uwezo wa Iran wa kutengeneza silaha za nyuklia, hatua inayoweza kuzuia mbio za silaha za nyuklia Mashariki mwa Kati na kulinda usalama wa Israeli. Kwa upande wake, Iran inasisitiza kuwa mpango wake wa nyuklia ni wa matumizi ya amani wa kiraia pekee, huku ikitaka vikwazo vya kiuchumi vilivyowekwa dhidi yake hasa kwenye sekta ya mafuta viondolewe. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kupata updates mbalimbali mbali.